kuasisiwa kwa, kwa chama chetu, nia imekuwa kuendelea kuboresha maisha ya Watanzania kila siku, maisha ya Tanzania. Ndio maana Tanzania ya mwaka sitini na nne sio Tanzania ya leo, Mbinga ya mwaka sitini na nne sio mbinga ya leo. Kweli! Kweli! Watu ambao wana uwezo mdogo sana ambao wanasema hakuna chochote kilichofanyika, hakuna chochote kilichofanyika, lakini watu wote wenye macho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 lazima kiendelee kufuata wananchi wanataka nini, kwa kujua kutoka kwa wanachama wetu. <tipas> <tipas> Na chama chetu lazima kifanya yale mambo ambayo ndio wananchi wanayataka. Chama chetu hakiwakilishi mawe, chama chetu hakiwakilishi matofali, chama chetu kinawakilisha wananchi. <tipas> Ndio maana katika kila mpango unaofanywa na CCM kila ilani inayotekelezwa na